jana hari magwaya alikamilisha comeback ya manchester united kwa ushindi wa magoli matano kwa nne na kuifanya manchester united ifuzu hatua ya nusu fainali ya uefa europa league kwa aggregate goli saba kwa sita kambaki hii mashabiki wengi wa manchester united pamoja na kocha wa united wanaifananisha na comeback waliowahi kuifanya mwaka 1999 kwenye uwanja wa No Camp kule nchini Hispania dhidi ya Bayern Munich katika fainali ya ligi ya mabingwa barani Ulaya. Kitu kinachoitofautisha comeback hii ya jana na comeback ya mwaka 1999 ni kwamba comeback ya jana ilikuwa ni comeback ya hatua ya robo fainali ya UEFA Europa League, wakati comeback ya mwaka 1999 ilikuwa comeback ya hatua ya fainali ya michuano ya UEFA Champions League. Na tofauti nyingine ni kwamba comeback ya jana ilikuwa katika uwanja wao wa nyumbani wa Old Trafford, na comeback ya mwaka 1999 ilikuwa comeback iliyochezwa katika uwanja Neutral ground yani uwanja wa No Camp, uwanja ambao unatumiwa na klabu ya Barcelona ya Hispania. Nilikuwa natazama matangazo ya mechi ya fainali ya Champions League ya mwaka 1999, timu ilikuwa imechoka. Ukiwa umefungwa magoli manne kwa mawili, unafikiria mchezo umeisha, lakini hapa Old Trafford haijawahi kuisha. Hapa kila kitu kinawezekana. Hayo ni maneno ya kocha Ruben Amorim ambaye ni kocha wa Manchester United alipokuwa anaizungumzia comeback ya jana, akifananisha na comeback ya mwaka 1999. Na hili ni tukio ambalo linaweza kubadilisha vitu vingi sana. Mara nyingi huwa tunapenda kutazama masuala ya ufundi, lakini tukio hili linaweza kubadilisha akili za wachezaji wetu, aliongeza kocha wa Manchester United, Ruben Amorim. Ruben Amorim amedai kuwa kwa sasa United wanatakiwa kufikiria zaidi Europa na sio ligi kuu ya England, yani EPL. Tunatakiwa kuitazama sana Europa League kwa sasa. Mashabiki wanatakiwa kutuelewa, tunatakiwa kuachana na ligi na kufikiria Europa. Yapi maoni yako, shabiki kwa Manchester United? Unafikiria ni wakati sahihi kwa Manchester United kuwa bingwa wa Europa League? Audio series za kusisimua makala za ulimwengu.